Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia waandishi wa habari waliokuwa kwenye ndege ya Air Force One siku ya Jumapili ya tarehe 30 mwezi wa 3 a 2025 ya kwamba Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatafuta kujitoa katika makubaliano ya madini muhimu na Marekani. Maafisa wa Ukraine kwa sasa wanapitia toleo jipya la makubaliano ya madini, ambalo linaripotiwa kutoa udhibiti wa kipekee kwa Marekani juu ya rasilimali za asili za Ukraine kupitia mfuko wa pamoja wa uwekezaji. Trump aliwaambia waandishi wa habari ya kwamba anaamini Zelensky hataki tena kusaini makubaliano hayo na alionya ya kwamba kukataa kwake kutakuwa na madhara. Nikinukuu taarifa ya Rais Trump inasema kwamba anajaribu kujitoa kwenye makubaliano ya madini nadra na kama atafanya hivyo atakuwa na matatizo, matatizo makubwa. Zelensky anataka kuwa mwanachama wa NATO lakini hatakuwa kamwe mwanachama wa NATO na yeye anaelewa hilo. Mwisho wa kunukuu. Tarehe 28 mwezi wa 3 2025, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kwamba hata usaini makubaliano ya madini yatakayozuia mipango ya Ukraine ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Bloomberg iliripoti tarehe 29 mwezi wa 3 2025 ya kwamba Kivu ilikuwa ikiomba mabadiliko katika pendekezo la sasa ikiwemo uwekezaji mkubwa kutoka Marekani na uwazi zaidi kuhusu jinsi mfuko wa pamoja unavyofanya kazi. Utawala wa Rais Trump umepigia debe ya madini kama sehemu muhimu ya njia ya Ukraine kuelekea amani, lakini haukutoa dhamana za usalama wa dhati, badala ya upatikanaji mpana wa rasilimali. Kivu na Washington walikuwa wameshaandaa kusaini toleo la awali la makubaliano hayo siku ya tarehe 28 mwezi wa pili, lakini mpango huo ulivunjika baada ya mzozo mkali wa ofisi kati ya Zelensky Trump na naibu rais wa Marekani bwana JD Vance. White House imeeleza ya kwamba makubaliano ya madini kama utaratibu wa Marekani kurudisha baadhi ya misaada wa kifedha uliopatia Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa kijeshi wa Russia. Trumpu pia ameendelea kusema ya kwamba anataka kuchunguza rasilimali asili na Russia baada ya simu ya tarehe 18 ya mwezi wa tatu na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Trumpu alisema Marekani inatarajia kupanua biashara na Moscow na kupata upatikanaji wa aina kubwa za madini ambayo ni nadra kupatikana. Putini alikubaliana awali tarehe 24 mwezi wa pili kwa kusema kwamba Urusi iko wazi kufanya kazi na washirika wa kigeni katika kukuza madini ambayo ni nadra kupatikana ikiwa ni pamoja na maeneo yaliyokaliwa na Ukraine. Hii ni Sawa Sawa Digital. Habari kiganjani mwako.